Bakabi, nitakusifu tunditindni nitakusifu tinditindni nitakusifu tinditindini tundi, wewe ni mwingi warema na fandhini wewe ni mwingi warema na huruma, hakuna kama wewe Yesu wangu nitakusifu ye, tinditindini

Mungu wangu eh, unayetupenda na kutunjali, hakuna mwingine tena kama wewe. Ndio mwamba wangu na baba yangu, hakuna mwingine tena eh, ulikonitoa katika ulimauti mpaka pao nilikonika wingi wa baraka zako, oh, oh, oh. Nitakusifu ye tinditindin Yesu wangu ye tinditindin mwamba wangu mi tinditindin la kimbilio langu tinditindin faraja yangu mi tinditindin unayeni penda mimi tinditindin bambo tinditindin